Waombolezaji, ndugu zangu walioko hapa, familia ya marehemu SACP Absolum, ya marehemu SACP Absolum Mwakyoma kwa niaba ya mkuu wa jeshi afande IGP anatoa pole sana kwa wafiwa, na hususani katika mji wetu wa Mbeya ambao leo tumepokea mwili wa afande wetu e, mstaafu afande Mwakyoma, na tunakwenda sasa kushiriki kwenye ya ya kuweza kumsindikiza kwenye nyumba yake hii ya milele. Uh, anatoa pole sana kwa waombolezaji, lakini sisi jeshi la polisi mkoa wa Mbeya pia tuna tumepokea msiba huu kwa sababu ni msiba ambao kwenye mkoa wetu kwa masikitiko makubwa sana. Hawa ni wazee wetu ambao pamoja na kwamba ndio wamestaafu lakini walifikisha wali, jeshi hapa lilipo. Niwashukuru pia wananchi kwa kutupa ushirikiano sisi wenyewe tungesema tuupokee, tusingeweza huu ni mzigo mkubwa. Kwa hiyo nawashukuru sana kwa kufika hapa na kutukimbilia kwenye maeneo kama haya yenye matatizo. Mwisho kabisa, mimi ni waombe wananchi, kwa sababu jeshi ni la kwenu, basi mnapopata shida mtukimbili ya sisi, tuko kwenu kwa ajili ya kuwasaidia pale ambapo kuna haribika. Marehemu Kamishina Msaidizi Mwandamizi wa Polisi SACP Absolum Mwandeila Mwakyoma alikuwa afisa wa jeshi la polisi na alitumikia jeshi la polisi kwa muda wa miaka 40 mpaka alipostaafu kazi kwa mujibu wa sheria za utumishi wa umma wa wa umma mwaka 2013, akiwa kamanda wa polisi mkoa wa, wa Mara. Marehemu alizaliwa mwaka 1953 katika kijiji cha Ghana wilaya ya Mbeya mjini mkoa wa Mbeya. Elimu. Marehemu alipata elimu ya msingi mwaka 1968 na katika shule ya msingi Majengo. Alipata elimu ya sekondari katika kia kidato cha kwanza hadi cha nne katika shule ya sekondari Sangu mwaka 1969 hadi mwaka 1972 1984, alihudhuria mafunzo ya cheti cha sheria Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Elimu nyinginezo, mwaka 1971 alihudhuria mafunzo ya dini ya chuo cha Biblia OM Evangelism Arusha. Kujiunga na jeshi la polisi: marehemu SACP Absalom Angelile Mwakyoma alijiunga na Jeshi la Polisi Tanzania mnamo mwaka 197 Marahemu SACP Absolum Angelile Mwakyoma alizuria mafunzo mbalimbali ya jeshi, ya kijeshi nchini Botswana, South Africa, Canada, Marekani na nchi mbalimbali nje ya nchi na ndani ya nchi. Nishani: marehemu alipata nishani mbalimbali katika utumishi wake. Vyeo: katika kipindi cha utumishi wake jeshini, marehemu SACP Absolum Angelile Mwakyoma alipandishwa vyeo katika ngazi mbalimbali. Mwaka 1973 alitoka kutoka RC kuwa PC, 1980 PC kuwa CPL, 1985 CPL kuwa Assistant Inspector na 1990 kuwa Assistant kutoka Assistant Inspector kuwa Inspector na mwaka 1994 kutoka Inspector kuwa ASP na mwaka 1998 kutoka ASP kuwa SP na mwaka 2002 kutoka SP kuwa SSP Mwaka elfu mbili na sita kutoka SSP kuwa ASP na mwaka elfu mbili na kumi kutoka ASP kuwa SACP. Sehemu alizofanya kazi: marehemu alifanya kazi sehemu mbalimbali ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama ifuatavyo. Mwaka elfu moja mia tisa na sabini na nne alihitimu mafunzo ya awali na kupangiwa mkoa wa Tanga. Mwaka elfu moja mia tisa na sabini na nne alihamishiwa wilaya ya Pangani mkoa wa Tanga mwaka elfu moja mia tisa sabini na tisa alishiriki vita vya Kagera, na mwaka elfu moja mia tisa na themanini aliamishiwa mkoani Kilimanjaro. Mwaka elfu moja mia tisa na themanini na moja aliamishiwa toka mkoa wa Kilimanjaro kwenda Iringa, na mwaka elfu moja mia tisa na tisini na sita aliamishiwa OSS Kawe mkoa wa Dar es Salaam. Mwaka elfu moja mia tisa na tisini na nane aliamishiwa kutoka Kawe kwenda kuwa usidii wilaya ya Moshi mkoani Kilimanjaro.

amefariki tarehe saba mwezi wa nne katika hospitali ya rufaa ya KCMC. Familia marehemu SACP Absolum Angelile Mwakyoma ameacha mke mmoja, watoto na wajukuu. Marehemu SACP Absolum Angelile Mwakyoma alikuwa mtumishi mwenye weledi, nidhamu ya kiwango cha juu katika kutekeleza majukumu yake kwa uaminifu mkubwa. Mkuu wa Jeshi la Polisi afande Camilius Mongoso Wambura anatoa pole kwa maafisa, wabuzi, wakaguzi, askari wa vyeo mbalimbali, watumishi rahia, pia kwa familia ya marehemu kwa kuondokewa na mpendwa wao huyo. Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina la Bwana lihimidiwe. Amen.